Mnong'ono wa kwanza ulikuwa umechipuka kama miaka mitano nyuma. Watu wengi hawakuwa na wasiwasi wala kuchukua tahadhari yoyote. Hakuna mtu hata mmoja aliyetulia na kuwazia kwa taamuli. Walibaki kuchekelea bila kuchukua tahadhari yoyote au kuonyana dhidi ya athari zake. Watu wengi walidhani ilikuwa ni shughuli ya malofa na makundi ya watu waliokosa kazi ya kufanya, watu waliokuwa wakipoteza muda barabarani, watu waliopiga soga na kueneza uvumi na habari za uongo katika vituo vya magari. Hata mama yangu aliposikia mnong'ono huo hakuutilia manani hata kidogo, aliupuuza kama watu wengine mtaani kwetu. Mnong'ono ulizidi kuvuma, lakini watu bado hawakuchukulia kwa makini. Ungewasikia wakiambia wacha, ah, huu uzushi bwana, tunajua ni uongo mtupu. Hayo ni mambo yaliyopitwa na wakati. Mtu yeyote atakayeleta fujo hapa tutamripoti kwa polisi, polisi watamkamata na kufungulia mashtaka, tutahakikisha amepewa kifungo kirefu gerezani. Mnong'ono haukukoma mara moja, kulikita mizizi na kuendelea kusambaa mbali na karibu. Hata sisi watoto tuliusikia njiani, na mabarabarani ukiongelewa. Hata sisi watoto tuliusikia njiani na mabarazani ukiongelewa na watu kila tulipotoka michezoni na shuleni. Siku moja niliwasikiliza wazazi wangu wakiongelea mnong'ono huu. Mama yangu hakutaka nizungumzie kuhusu swala hilo la ukabila, hakutaka nisikie habari hizo. Wao pia walihofia habari hizo za kutisha. Aghalabu walizungumzia swala hilo usiku ama wakati ambapo sikuwa karibu nao. Sikupata kuwasikia wazazi wangu hata siku moja wakiongelea jambo hilo sebuleni kama walivyofanya mazungumzo mengine. Hawakutaka mtu yeyote hasa mimi niwasikie wakizungumzia swala hilo nyeti. Nilihisi walikuwa na uoga fulani. Sikujua kwa nini swala hili liliwatia wasiwasi mwingi, hasa mama yangu. Mwanzoni nilidhani lilikuwa swala la utani tu, hatimaye nilifahamu kuwa swala la tofauti za kikabila nchini mwetu ilikuwa donda sugu katika jamii yetu. Wazazi wangu walitoka katika makabila tofauti yaliyokuwa na uhasama na chuki za kikabila. Baba yangu alikuwa Mlanga, naye mama yangu alikuwa Mreba. Mimi nilikuwa zao lililotokana na uhusiano wao. Sikujua kama familia ilifaa kuniita Mlanga au Mreba, lakini kutokana na itikadi ya jamii yetu kuamini kwa kwamba mtu lazima achukue mbari yake kuumeni, ilibidi nijitambulishe kama Mlanga. Iliniumiza sana siku hizo za mikasa. Sikutaka kujinasibisha na ukoo wa wazazi wangu, nilitaka kujinasibisha nambari nyingine tofauti, nambari ya wazazi wangu zilizochukiana. Sababu za chuki ya makabila hayo mawili sikuwahi kuzibaini siku hizo. Ilinichukua miaka mingi baadaye ili kupata sababu ya mzozo huo. Baba yangu alikuwa mwalimu katika shule ya msingi ya Nakitare, naye ya mama yangu alikuwa mfanyabiashara mkuu wa kuuza nguo za mitumba katika soko la Namuyange. Tofauti za makabila ya wazazi wangu zilileta taharuki fulani nyumbani kwetu. Mama yangu hakuamini katika uvumi huo kamwe. Wakati mama alikuwa akimpinga na kumwonya baba dhidi ya uvumi huo, sidhani kama habari hizi ni kweli Msikia mama akimweleza baba siku moja. Mama yangu alikuwa miongoni mwa wanawake jasiri niliyofahamu wakati huo, nikiwa mdogo. Alikuwa mkakamavu washinda hata baadhi ya wanaume pale mtaani. Alipozungumza alikuwa na hakika na alichokisema kila wakati. Nilimwona kuwa na busara nyingi, alijiamini wanawake wengine walimsikiliza na kumwamini, hata baadhi ya wanaume hali kadhalika. Baba alikuwa kinyume chake, kila mama hakukoma kumkosoa na kumwelekeza baba kila alipofaa. Ilikuwa vigumu kuelewa tabia ya baba. Kuna wakati angekuwa mpole na wakati mwingine akawa mkali kupita kiasi. Nyumbani kwetu kulijulikana kama kwa Mama Zahara tokana na kujulikana sana kwa mama yangu na uhusiano mzuri aliokuwa nao na watu. Unajuaje kama habari hizi si kweli? Kwani huoni nyinyi jinsi nyinyi wareba mnavyotukandamiza kila mahali? Si uongozi, si biashara, si kazi, zote nzuri na zenye mishahara mizuri mnazifanya nyinyi, sisi mmetuachie kazi zisizotamanika wala kutazamika lazima tuwe na haki sawa, ninyi Wareba mnatuonea sana, baba alilalamika. Mama alimlalamikia mama siku moja. Kutokana na uchache wa miaka yangu siku hizo sikung'amua ni kitu gani kilichokuwa kikiendelea. Hata hivyo, licha ya utoto wangu, ling'amua kwamba baba yangu alikuwa akijipendelea sana na alikuwa mwingi wa ubinafsi Tabia ambayo mama yangu aliichukia na kuipinga kwa jina na ukucha. Mama hakupenda kujiwizana sana na baba yangu hasa katika masuala ya ukabila. Siku hiyo mama aliniangalia nilipokuwa nimeketi. Nilikuwa nikidurusu somo la Kifaransa, nijifanya kutosikia jambo lolote lilokuwa likiongelewa. Mama alikuwa akinionya vikali dhidi ya kusikiliza mazungumzo ya watu walionizidi umri, vilevile hakupenda niingiwe na mbegu ya uasi iliyokuwa ikinihubiri baba yangu hata hivyo siku hiyo nilisikia maongezi yote kuhusu hasama wa kikabila baina wa ya wazazi wangu. Nisingeweza kuyaziba masikio yangu. si kweli yasemayo, huu ni uzushi tu wa watu kila kitu. Kila mtu anafaa ajibidishe katika maisha, ndipo afike mahali pazuri anapotamani badala ya kuliweka lawama kabila fulani, hii haitasaidia kitu, mama alimweleza baba. Kwa hivyo namaanisha kwamba sisi walanga ni wavivu sio? baba alidakia maneno ya mama. yalikuwa yamemtanza, livyomwona baba hakutaka ubishi sana na mama siku hiyo, wala sikuwahi kumsikia akimshinda mama katika mjadala wowote. Siku hiyo baba yangu alitulia tuli kama maji ya bawani. Sikujua ni kipi alichokuwa akiwazia aki. Kwa kweli na yani, kuna ukweli fulani katika funmu hizi, baba alisema hatimaye. Alinyamaza kidogo kabla ya kusema tena, uvumi huu si wa bure, lazima lisemwalo lipo, na kama alipo lipo, njiani laja, baba alisisitiza, huku akiwa amefarahi ala Mama alitamka, alishtushwa kwa maneno ya baba na ambayo yalitoka kwa mazingatio mazi. Ni kweli, baba aliendelea kus. Majuaje wewe mambo haya? Mama alimdadisi baba. Ukaka habari hizi zipo kila mahali, hata katika vyombo vya habari. Lazima nyinyi tuwaonyeshe kichowa kanga manyo ya shingo. Mwaka huu hamwezi kuukandamiza miaka eakarui habari hizi zimesambaa kila mahali. Lazima kutawaka moto, lazima yatafumia, baba alisisitiza. Bila wasiwasi wala kiwewe, hizo ni porojo zenu za ulevini, au ni malofa wa mitaani wasambazao porojo hizo. Kwa nini usambaza habari ambazo akaahiki kila mtu? Huu ni kama mtego wa panya ushikao waliomo wasiokuwemo, wa mama alieleza, kisha akaendelea kumpasha baba habari, vita vina hasara